Msimu wa maembe umeanza na ni muda mzuri sana wa kula ice cream tofauti za maembe. Karibu Lili Anapika. Kama bado uja subscribe hakikisha unafanya hivyo, kwani utakuwa haupitwi na video mpya ambazo anaposti kila siku za ice cream na mapishi mengine tofauti ya biashara na ya nyumbani. Kwenye sufuria utaweka maziwa ya maji nusu lita, alafu baada ya hapo utaweka maziwa ya unga nusu kikombe. Hii ndiyo corn flour ambayo nimetumia. Nimeweka vijiko viwili vya kulia chakula kwenye bakuli, nikaweka na maji kidogo, unaikoroga alafu unaweka kwenye sufuria, kisha nikaweka na sukari na nusu kikombe. Nimetumia vikombe vya kupimia. Kama hauna vikombe vya kupimia, basi tumia hata kikombe unachonywea chai. Utapika mchanganyiko, ukishachemka utaipua, utaacha upoe, na ukishapoa utakata embe. Mimi nitumia embe moja kubwa utakata embe utaweka kwenye blender pamoja na ule mchanganyiko uliopoa, uta blend vizuri, au utasaga vizuri . Pia unaweza ukaongeza rangi ya njano ya chakula, hii sio lazima sana, kama hauna acha. Utasaga huu mchanganyiko wako, ukiona umeshalainika vizuri, basi utaweka kwenye chombo na utaweka kwenye freezer kwa muda wa masaa matatu hadi manne. Baada ya muda huo Ice cream yako itakuwa kama imeanza kuganda kama hivi utatoa. Alafu kama hauna stand mixer, basi unaweza kurudisha tena kwenye blender. Lakini sasa kama una blender blend kidogo kidogo. Kama unatumia stand mixer blend kwa dakika tano mpaka saba. Baada ya hapo utarudisha ice cream yako kwenye chombo na utaweka kwenye freezer kwa muda wa masaa nane hadi kumi na mbili au mpaka pale ambapo uh, itakapokuwa imeganda vizuri. Usisahau kulike